Ipo katika nini, katika jamii au tajamu albashari au katika mkusanyiko wa viumbe likai yatahawalu dhalika almujtamau min shaklin ghairu munazam ila shaklin munazam, ili kuweza kuleta mageuzi kutoka katika mfumo ambao uliokuwa sio sahihi na kuingia katika mfumo ambao ni nini ambao ni sahihi. Ndio maana mara nyingi huwa ninasema kwamba kutokana na uh, gurudumu au mzunguko au mabadiliko ya maisha ambayo tunaenda nayo, tunataka viongozi ambao ni creative, viongozi wabunifu, watakaobuni mambo ambayo yanayokwenda sanjari na nini na mahitaji ya jamii husika. Tumeelewana vizuri? Hatuhitaji viongozi ambao kazi yao watakuwa ni kunadi yale ambayo tayari yamekwisha tekelezwa na serikali au yale ambayo ni haki yetu sisi kufanyaje, kuyapata. Umeelewa hii nukta, mm? Kwa hiyo tunapochagua viongozi kwa ajili ya kuja kusimamia mambo yetu, maana yake tunachagua viongozi watakaokuwa na mtazamo wa kututoa katika mfumo ambao sio sahihi na kutuingiza katika mfumo ambao ni nini, ni sahihi. Sasa na hii kadhia haiwezi kuja sawa isipokuwa, inatokana na ubunifu wa viongozi ambao mtakaowachagua kwa ajili ya kuwatawalia nini, nafasi zenu. Kwa hiyo wewe kama kiongozi wa Kiislamu umechaguliwa sehemu, hakikisha kwamba una sifa ya ubunifu, sifa ya nini, ya ubunifu ambayo itakayosaidia kuihamisha jamii, kuitoa katika mfumo fulani ambao ni mfumo mbaya na kuwape, na kuipeleka katika mfumo ambao uliokuwa nini, uliokuwa mzuri, kama ambavyo alivyokuja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na baadaye akafanya kazi ya kuiondoa jamii yake kule ilipo katika machafu na kuingiza katika nini, katika mambo yaliyokuwa yaliyokuwa mema, kuwatoa katika kiza cha ukafiri na kuwaingiza katika nuru ya nini, ya imani na Uislamu. Tumefahamiana vizuri, sawa. watatamathali hadhihi la anasir la kisekularism kwamba inawakilishwa hili fa, hili nini, al ii al alanasir alanasir ni ile mihimili sawa, alardhi ni kupatikana nini ardhi, asukani, lakini pia wapatikane wakazi. Tumefahamiana, lakini pia ndani ya jamii hiyo au ndani ya mifumo hiyo lazima ipatikane kitu kinachoitwa adhawabiti walqiyam, ni kanuni pamoja na maadili. Unaweza ukawa na kanuni lakini usiwe na nini, na maadili. Tumeelewana vizuri, au unaweza ukawa na maadili lakini usiwe na nini, usiwe na kanuni. Unapokuwa na kanuni halafu haujatengeneza maadili, maana yake kinachozalika ni nini? Utatengeneza magereza, utatanua magereza na watu watafanyaje? Watajaa. Sijui tunanielewa lugha. Magereza utazitengeneza nyingi, na watu watafanyaje? Watajaa. Kwa nini? Kwa sababu umetengeneza kanuni na ukasahau kutengeneza nini? Maadili. Lakini unapotengeneza maadili, hata kanuni wakati mwingine hauna haja nazo, kwa sababu hatopatikana jambazi, hatopatikana mwizi hatopatikana mtu ambaye atakayemfanyia mtu ukatili wa kijinsia. Sisi tumeelewana vizuri, vitendo vingi vya ukatili wa kijinsia vinakuja baada ya jamii na wazazi katika familia kusahau kutengeneza maadili. Lakini pia taifa na lenyewe kusahau kutengeneza maadili na zikaharakia kutengeneza nini? Kanuni. Kwa hiyo rasilimali watu ambayo utakayokuwa nayo kwa asilimia kubwa maana yake itakuwa ni rasilimali ya watu waovu wasiokuwa na maadili. Ndiyo kanuni inafanya kazi ya kuwaadhibu na kwenda kuwafunga na kujazana magerezani. Tumefahamiana vizuri hmm. Eleweni sana, hizi nukta ambazo tunazizungumza zinahitaji umakini sana. Kwa hiyo moja kati ya mifumo ya viongozi tunaowahitaji ni viongozi ambao sio tu kunadi sera katika, yani, tunahitaji viongozi watakapokuwa wakinadi sera zao wanadi na mfumo sahihi wa maadili, namna gani watatusaidia katika kutengeneza maadili ya kizazi chetu ambacho kinachokuja na kizazi ambacho tulicho nacho sasa. Tumefahamiana vizuri? Okay, sawa. Hii ndio kazi aliyoifanya nani? Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini pia kuna swala la lugha, kuna swala historia. tumefahamiana E, kuna suala la almasiru lmushtarak, ni yale maamuzi ya kufanyaje, maamuzi shirikishi. Tumefahamiana vizuri, wal ahdafu lmutabadila, na malengo yenye kufanyaje, yenye kubadilishana. Tumeelewana vizuri. Lakini katika sura ya namna hiyo hiyo, hii muqawimati, lazima kuna kitu kinachoitwa muqawimat lwadhifia, ni zile sifa maalum zinazoendana na wadhifa wa jamii husika tumefahamiana vizuri. fa hiya majmuatn min ansaq al mawjuda, ni mkusanyiko sawa wa mifumo iliyopo. Mkusanyiko wa nini? Wa mifumo iliyoko, yani system iliyoko fil mujtamaa, katika nini? Katika jamii, walati tuaddi aghrad muhaddada, na ambayo uzingatiwa kwamba ndiyo aghrad muhaddada, ndiyo shabaha maalum sawa wa bi takamul hadhihi ansaq al, al, al, al, sivyo? Na kwa kukamilisha aha, huu mfumo huu yatakawanu lbinau lijtimaii au nasaq inatengenezwa sawa, kwa kujenga mfumo wa kijamii, sivyo? au nasaq au ile system ya uongozi katika nini katika jamii, wa nasiju ijtimai na <coughs> misingi ya nini ya kijamii tumefahamiana wa min amthilati muqawimatil wadhifiyya lil mujtama, na katika mifano ya wadhifa ya mis, misingi ya wadhifa katika jamii ni nini? Adini, sawa. Jamii inatakiwa iwe na nguvu ya imani, sawa bwana. Jamii yoyote lazima iwe na nguvu ya nini ya imani, ambayo inaamini kwamba kwa kupitia imani hii mimi yawezekana nikatengeneza rasilimali watu iliyokuwa nini, iliyokuwa bora, tumefahamiana yeah. lakini pia asiasia ni katika mfumo wa dhifa wa nini wa kisiasa. Siasa kuna siasa ya uchumi, kuna siasa ya elimu, kuna siasa ya kimataifa, kuna siasa ya ndani sawa, kuna siasa ya ulinzi na usalama wa maisha ya watu na mali zao, tumefahamiana vizuri eh, hii yote ni nini? Ni siasa. Kwa hiyo kinachokusudiwa hapa, maana yake ni ule mfumo bora wa utawala, mfumo bora wa nini, wa utawala alwadhifa tu siasia, kwamba nchi inahitaji kuwa na mfumo bora wa nini, wa utawala. Taasisi za kidini zinahitaji kuwa na mifumo bora ya nini, ya utawala ili iweze kuleta mageuzi chanya ndani ya jamii tunayofanyaje? Tunayoishi, lakini pia thakafia ni ule utamaduni, au sio? Sisi pamoja na kuishi pamoja na mabadiliko sawa ambayo tunayo kwenda nayo, lakini ni lazima tuhakikishe tunahifadhi misingi ya tamaduni zetu. Leo kuna maharibiko makubwa ambayo yameingia katika jamii yetu kwa sababu ya nini? Ya mabadiliko yanayokwenda duniani. Tumefahamiana, leo ilikuwa ni nadra. Nakumbuka miaka ya sabini kama sostini, watu waliwahi kuandamana kwa sababu ya wanawake kuvaa vimini. Tumefahamiana? kwa nini waliandamana? Kwa sababu utamaduni wetu sisi ndani ya nchi yetu ulikuwa hauruhusu mwanamke kwenda amevaa nini? Amevaa kimini, kwa maana yuko uchi. Lakini leo tumeingiziwa zile afkaru lwafida, afkaru, alwafida afkari alwafida ni zile fikra za nje zinazoingia kwetu kwamba katika uhuru wa mwanamke ni pamoja na, ku, na, ku, na kuwa uchi. Tumeona vizuri, katika uhuru wa mwanamke ni pamoja na kutembea nini, kutembea uchi. Sasa sisi kama taifa na kama jamii, ni lazima tuhakikishe tunalinda tamaduni zetu ambazo lengo lake ni kumpa heshima nani, kumpa heshima binadamu. Umefahamana lakini al-usaria lazima ipatikane, msingi bora wa namna bora ya kutengeneza nini, familia. Jamii yoyote inahitaji rasilimali watu. Jamii yote inahitaji nini? Rasilimali rasili watu. Hii rasilimali watu inatoka wapi? Inatokana na msingi wa mahusiano ya kisheria baina ya mwanamke na nani, na mwanaume. Tumeelewana. Ukienda nje ya misingi ya kisheria, utapata rasilimali watu, lakini itakuwa haijakidhi vigezo vya kuibadilisha jamii kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Tumeelewana vizuri. Kwa hiyo moja kati ya misingi ambayo inayotakiwa kupata, yani jamii ipate, isisifike kwa kuwa na watoto wengi wa mitaani waliozaliwa nje ya nini ya ndoa. Inatakiwa isifike kuwa na watoto wengi ambao wamezaliwa ndani ya nini ndani ya ndoa. Sijui mnaielewa hii nukta. Kwa sababu gani? kwa sababu mtoto anayezaliwa ndani ya ndoa anapata malezi ya baba na nani, ya baba na mama kwa wakati mmoja, lakini ukimzaa nje ya ndoa anakuwa ni mtoto wa nani, wa mama kwa asilimia kubwa. Ina maana atakuwa akiwa na mlengo wa aina moja bila kuwa na milengo ya aina mbili. Sasa mtoto wa namna hii, maana yake kuna kazi ya kumrekebisha ili awe katika malezi aliyokuwa nini yaliyokuwa bora, tumeelewana vizuri. Kwa hiyo moja kati ya mambo ambayo nchi inatakiwa ishughulikie ni kuhakikisha kwamba inatengeneza misingi iliyokuwa bora kwa ajili ya kuja kupata kizazi kitakachokuja kutengeneza familia iliyokuwa nini? Iliyokuwa bora. Tumefahamiana? Lakini alikiswadia ni, ni masuala ya uchumi, tumeelewana vizuri. Jamii yote lazima itambulike kwa kuwa na uchumi, na uchumi huu unatokana na rasilimali ambazo mlizonazo Tumefahamiana vizuri. Uchumi utakaotengenezwa na wazawa, sio kutengenezwa na watu wa nje. Kwa maana nyingine, elimu ambayo mtakayochukua iwe inaakisi zile rasilimali ambazo mlizonazo. Mfano, leo tunatumia laptop Dell, tunatumia simu, tumefahamiana. madini yake yanatoka wapi? yanatoka Afrika. Tumeelewana vizuri, madini yanatoka wapi? yanatoka Afrika lakini je, kwa nini sisi wa Afrika wenyewe ambao ndio tunachimba hayo madini tunashindwa kutengeneza hizo simu tunashindwa kutengeneza hizo nini laptop, si tunaelewana vizuri? Kwa nini? Ni kwa sababu elimu yetu sisi haiakisi hizi rasilimali za madini ambayo tulionayo. Maana yake wewe ukishachimba unaiweka mezani ukishaiweka mezani, hauna ujuzi wowote wa kugeuza sasa yale madini kuja katika matumizi ya binadamu. Maana yake anayekuja kununua ni yule ambaye ana elimu ya kuigeuza ile madini sawa, yale madini kwenda katika matumizi ya nini, ya binadamu. Kwa hiyo wao wanakupa pesa, wewe unawapa nini? Pesa wanayokupa ni mjaradi makaratasi, alafu wewe unawapa nini, eh? Kumbe wakati huo huo taifa linatakiwa lifanyaje? Baada ya kuwa tumejaliwa rasilimali, si ndivyo? Taifa linatakiwa lisomeshe watu, lipeleke watu wakasome elimu ya teknolojia inayokwenda sanjarini na rasilimali ambazo tulizofanyaje, tulizonazo, ili mwisho wa siku akisharejea, tusiweze sisi kuuza rasilimali zetu nje, tuzitengeneze wenyewe ili tuuze sisi wenyewe. Mnanielewa hiyo lugha? Kwa maana hapo haya yanaweza kafanyika iwapo tutaleta na tija nzuri, tumefahamiana katika kutengeneza siasa ya elimu sera ya elimu, tumefahamiana ambayo inayoakisi mali zetu. Leo hata madaftari tunatengenezewa na Mchina, kalamu tunatengenezewa na nani? Na Mchina, kibiriti tunatengenezewa na nani? Na Mchina. Lakini kwa nini tusiwapeleke watu wakasomee hivi vitu, ili mwisho wa siku tuweze kutengeneza wenyewe, na hizi rasilimali zikaendelea kutoa faida katika nchi zetu, ndani ya bara la nini? Ndani ya bara la Afrika. Tumeona vizuri maana, watu wakishasoma, maana yake ile teknolojia wakija nayo, wataanzisha viwanda. Mfano katika nchi ya Japan tumefahamiana, Japan ilipeleka wanafunzi watatu kwenda nchini Ujerumani kwa ajili ya kujifunza namna ya kutengeneza magari. Tumeona vizuri nchi za Waarabu zikapeleka wataalamu wake pia, lakini cha ajabu waliotoka katika nchi za Waarabu walienda kule wakaanzisha maandamano ya kuipindua serikali. Lakini waliotoka Japan, waliotoka Ujerumani ambao ni wa Japan walirudi kwao na kuanzisha viwanda vya magari, ikiwemo kiwanda cha Toyota. Unaona tofauti eh? Yaani sawasawa leo unamchukua mwanafunzi anakwenda kusoma nchini Saudia, anasoma kule kwa muda mwingi, akirudi badala ya kuleta fikra chanya itakayoleta mageuzi kwenye jamii ya anakuja kuanzisha migogoro. Si mmenielewa vizuri? Anakuja kuanzisha nini? Kuanzisha migogoro. Maana yake hiyo elimu haina natija, aiakisi makusudio na mahitaji ya jamii. Tumeelewana vizuri? Okay. Lakini pia ala askaria, taifa lolote lazima liwe na nguvu za kijeshi. Taifa lolote lazima liwe na nguvu za nini? A kijeshi, kuhakikisha kwamba usalama wa ndani uko vizuri, lakini pia mipaka yake haiingiliwi ovyo na maadui. Tumeelewana vizuri. Lakini pia anga lake na lenyewe alifanyaje, alichezewi hapa. Inatokana pia na teknolojia ya kwenda na wakati wa vifaa ulinzi na kadhalika, tumefahamiana. Mambo ya rada, mambo ya utengenezaji wa makombora makubwa kwa ajili ya kuweka ulinzi wa mipaka, ili taifa liweze kufanyaje hugo. Kwa hiyo hiyo ni wadhifa, tumefahamiana. Sasa ukija almuqawimat almujtama alislami, tunakuja katika misingi sasa ya jamii nini ya Kiislamu. Maana yake sehemu ya kwanza, alimanu biwahdaniyati llahi Subhanahu wa ta'ala, kwanza ni kuamini tumefahamiana kuwa kumwamini mwenyezi Mungu pekee. Sasa leo tunajiuliza, kizazi chetu tunakitengenezaje? Sisi kama Waislamu tunaanza kukitengeneza katika misingi ya imani au tunaanza kukitengeneza katika misingi isiyokuwa ya imani? Jawabu ni kwamba kizazi chetu tunaanza kukitengeneza katika misingi isiyokuwa ya nini, ya imani. Ndiyo maana tunashindwa kuwa na kizazi chema ambacho kinachokwenda sanjari na sera nzima ya nini ya Uislamu. Tumeelewana vizuri eh? Sasa unapotengeneza kizazi ambacho hakina misingi ya imani, ndio leo unaona ukatili wa kijinsia umekuwa ni mkubwa mno. Tumeelewana vizuri, lakini katika jamii ya Kiislamu ime imefikia mahala kwamba mzazi anafariki, mzazi wa kiume anafariki na ameacha mke kwa maana ya mjane watoto wanaanza kumgeuka mama yao na kumfukuza atoke katika nini, katika nyumba, kwa kisingizio kwamba mama yao ana kwao, kwa hiyo aondoke au apishe. Kwa kutokuwa na misingi ya imani, tumetengeneza kizazi ambacho ndicho hicho. Leo unasikia kwamba mwalimu au ustadhi wa madrasa amebaka, tumefahamiana, ustadhi wa madrasa amelawiti lakini unaweza ukasikia kwamba mume amemuua mke au mke amemuua nani, amemuua mume, tumefahamiana lakini. Mke anaweza akamnyima mume wake haki yake ya ndoa maksudi, lakini mke pia anaweza mume, anaweza akamnyanyasa mke wake kwa kumlazimisha kufanya yale mambo ambayo yako kinyume na nini, na sheria, tumefahamiana. mume akaenda kutumia nguvu ya kumlawiti mke wake au kumgheribu na mke na yeye akagheribika kukubali kulawitiwa. Tumefahamiana vizuri. Hii yote ni kwa sababu tuna kizazi kikubwa kingi ambacho hakijalelewa katika misingi ya nini, katika misingi ya imani. Tunapata vibaka, tunapata wezi, tunapata watu wengi ambao wamejikita katika matumizi ya madawa ya kulevya. Tunapoteza nguvu ya uzalishaji ni kwa sababu tumeshindwa kuweka sera ya kutengeneza kizazi chetu katika misingi ya nini? Ya imani. Tumeliona vizuri Mtume sallallahu wa alaihi wasallam, mmoja kati ya mambo aliyoyafanya baada ya kuja kwake ilikuwa ni kufanyaje? Kutengeneza imani za watu kuwalingania watu kuja kumwabudu Mwenyezi Mungu mmoja, kazi ambayo mitume wote na manabii waliopita walifanya hizo kazi, tumefahamiana vizuri. Kwa hiyo na sisi ili tufanikiwe, kwanza ni kuhakikisha tunawatengeneza watu katika misingi ya nini, ya imani. dhalika alkitabu eh la raiba fihi hudan limen lilmuttaqin alladhina yuminuna. Sifa ya kwanza kabisa ni nini? Ni imani Tumeelewana vizuri alladhina yu'minuna bilghaibi, ndio inakuja wa yuqimuna wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tumeelewana vizuri. Sasa sehemu ya pili ya sifa na misingi katika jamii atadamuni lislami ni kupatikana ule umoja wa Kiislamu, muungano wa nini wa Kiislamu. Leo muungano wetu sisi hakuna. Leo tuna muungano kupitia madhahib tuna muungano kupitia vyama vya siasa, tuna muungano kupitia mipira ya Simba na Yanga. Tumefahamiana, mtu anajisacrifice maisha yake anajitoa maisha yake, bora afe kwa sababu ya kuipigania Yanga au nini Simba, au Simba. Mtu leo anatoa mali zake sawa, hmm, kwa kiwango cha juu kwa moyo mmoja bila masikitiko kwa sababu ya Yanga na nini yanga na simba. Lakini wakati huo huo kuna mwalimu wa madrasa ambaye hana mshahara. Mwalimu wa madrasa hana posho. Mwalimu wa madrasa akinywa chai, hajui mchana atakula nini. Mwalimu wa madrasa kila mchana, hajui usiku atakula nini. Mwalimu wa madrasa e, akiumwa, hajui anajitibu vipi au anatibiwa na nani? Tumefahamiana vizuri. Lakini leo kuna watu wanatoa pesa zao nyingi na kujitoa kwa sababu ya mambo ya anasa za kidunia. Tumeelewana vizuri. Madamu tu anaiangalia nafsi yake kwamba inafarijika, inaona raha, basi anajitolea, lakini hajui kwamba mali aliyonayo ilipaswa aangalie upande mwingine, awasaidie watu namna gani ambao wanajitolea katika shughuli za nini? Shughuli za dini lakini mtu huyo huyo akiendwa akifuatwa kwa sababu ya kujitolea kwenye dini ha, ha, anatoa, ima atoe kwa masikitiko na ima asitoe kabisa. Tumefahamiana vizuri? Kwa hiyo jambo ambalo limekuwa likiondoa liki ule muunganiko wenyewe wa Kiislamu, ule muungano wenyewe wa Kiislamu umekuwa mfanyaje? Umekuwa hakuna. Leo tunachukiana kwa sababu ya madhehebu, tunachukiana kwa sababu ya nini? na uadui ambao ulioko baina yetu sisi kwa sisi Waislamu ni mkubwa zaidi kushinda uadui ulioko baina yetu sisi na nani? Na wasiokuwa Waislamu. Tumeelewana vizuri, kwa sababu wale wasiokuwa Waislamu wanajulikana na sisi Waislamu wenyewe kwa wenyewe, ndani kwa ndani hatujuani, lakini tunafanyaje? Tunachukiana husuda, leo tunagombani, tuna, tuko radhi kwa kugombana, kwa sababu ya kugombania nini? Misikiti. Tumefahamiana kwa sababu ya kugombania nini uongozi. Na kuna mtu anakuchafua wewe, Muislamu wenzake, anakuchafua kwa makusudi tu, imbadi aone wewe umefanyaje, umeharibikiwa. Na hii ni tabia ya watu wajinga, watu watu wajinga, kwamba anadhani akikuchafua wewe ndio kutamfanya yeye ainuke na kupata sifa katika jamii. Tumefahamiana vizuri. Ha, sifa ya, ya, ya tatu takdimu amrullah ni kukadimisha na kutanguliza amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo tunatanguliza mambo yetu binafsi. Tumefahamiana? Eh? Tunatanguliza mambo yetu binafsi almaslahatu al-amma khayrun min al-maslahati ay muqaddamu min al-maslahati khasa kaida katika kaida za kifiki kwamba ni kutanguliza maslahi ya umma kushinda maslahi ya mtu binafsi. Tumefahamiana? Lakini leo tunatanguliza maslahi binafsi, na tunaacha kutanguliza maslahi ya nini? Maslahi ya umma. Unatanguliza maslahi ya utashi wa nafsi yako na unaacha kuiangalia jamii yako. Tumefahamiana vizuri? Lakini itibahu sunna wa tarkil bid'a ni kufuata sunna za Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, watark al bid'a, na kuwacha yale mambo mazushi ambayo yanakuja kwa ajili ya kuupotosha umma wa nini? Umma wa Kiislamu. Tumefahamiana. Alamru bilmarufi wanahyi anil -e, anil lmunkar, kuamrishana mema na kukatazana mabaya, katika mambo ambayo yanatengeneza misingi bora ya Kiislamu ni kuamrishana mema na kukatazana mabaya. Kuntum khaira umma ukhrijat linnasi tamuruna bil ma'rufi wa tanhauna -e. Lakini leo tuna tunafanyaje? tamuruna tanhauna 'anil, -e. 'anil munkari 'anil, -e. 'anil ma'rufi tunaamrishana maovu na tunakatazana tunakatazana, a tunaamrishana, eh, tuna maovu na tunakatazana mazuri. Tumeelewana vizuri sasa, eh, ni lazima Waislamu tubadilike, lazima Waislamu tufanyaje tubadilike. Hii dini ni dini ya Mwenyezi Mungu na sio dini ya kubahatisha kwamba labda itakuwa sio dini. Aa, ni dini ya Mwenyezi Mungu hakikatan. Na ukitaka kujua kwamba ni dini ya Mwenyezi Mungu, tazama mafundisho yake, kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa maisha yako, ya inakutaka uishi vipi wewe kama Muislamu katika kila jambo, katika kila kauli, katika kila mtazamo, katika kila fikra, mpaka kutembea kwako, namna ya kulala Qur'ani mafundisho ya hadithi yamefanyaje, yamekuelekeza sasa. Huu utaratibu uliwekwa na nani? Kuna mwanadamu anaweza ukaweka utaratibu wa namna hiyo? Hakikatan kwamba hii ni dini ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tunapofanya jambo tufanye jambo kwa kutanguliza maamrisho ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Lakini pia tuamrishane yaliyokuwa mema na tukatazane yaliyokuwa nini, mabaya. Lakini pia al-adlu, sifa ya nini, ya uadilifu kiongozi katika Uislamu anatakiwa awe na sifa ya uadilifu, tumefahamiana, isiyobagua dini, isiyobagua rangi, isiyobagua ukabila, tumefahamiana, isiyobagua maeneo, isiyobagua utaifa. Madam tu kwamba yeye ni kiongozi, sifa ya kwanza anatakiwa afanye uadilifu katika nini, katika jamii yake ataamul e, fi ahli adhimma taamul maa ahlu dhimma. Dini ya Kiislamu ni dini ambayo imetengenezwa katika misingi ya wepesi, dini ambayo haijatengenezwa katika misingi ya uzito, dini ambayo kazi yake ni kubashiri yaliyokuwa mema na kuhofisha kwa yale yaliyokuwa mabaya, dini ambayo inawakusanya watu pamoja na wala haiwatenganishi watu, tumefahamiana, dini ambayo kazi yake ni kusawazisha Kazi yake ni kusuluhisha, sio dini ambayo kazi yake ni kubomoa. Tumefahamiana vizuri katika jamii. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuumba sio tu waislamu peke yao, bali waislamu pamoja na watu wa dini nyingine. Kwa hiyo hawa ahlu dhimma ni wale watu ambao waliokubali kuishi ndani ya jamii ya Kiislamu na wakakubali kufanya muamala na sisi. Kwa hiyo moja kati ya misingi ya e, misingi ya dini yetu ya Kiislamu ni kuishi pamoja na hawa watu katika hali mahusiano yaliyokuwa mema, kama ambavyo bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alivyoishi nao. Ndiyo maana utaona katika siasa yenyewe ya Uislamu kwamba hawa ahlu dhimma wana haki ya kupewa hata zaka ambayo itakayofanyaje, wapo katika yale makundi mangapi? manane, si ndivyo eh? yeah. e, wapo katika yale makundi ambao ni katika watu pia wanaopaswa kufanyaje, walmuallafati qulubuhum. tumefahamiana vizuri kwamba leo tunaishi katika hii jamii ya Kiislamu sawa, lakini pia wao pia ni sehemu ya jamii yetu ambao wanafanya shughuli mathalani, hospitali, ukienda utawakuta, si ndivyo mm -hmm. Ukienda wewe Muislamu anakuhudumia akuhudumii, wanakuhudumia. Tumeelewana vizuri eh? Kwa hiyo kutaamali nao kwa wema ni moja kati ya misingi bora inayotengeneza dini ya nini ya Kiislamu, na inayotengeneza jamii ya nini ya Kiislamu. Tunakatazwa kufanya nao uadui, tumefahamiana eh? la ikraha fidini, yani hata, kutumia eh, nguvu kuwalazimisha wao kuingia katika nini katika Uislamu. La junaha alaikum antabaruhum, si ndivyo wa mm -hmm. antuksitu ilaihim E, inasemaje ile aya e, ah, inakuja afu inapotea. Almuhimu kuna aya tumefahamiana, ambayo inazungumzia kwamba hauruhusi hauru wewe kuwafanyia ubaya, kuwapiga au kuwaua. Tumefahamiana, au kufanyaje, au kuwaua, auruhusiwi madamu wao tu hawajakufanyaje, hawajakufanyia chochote kibaya. Kwa hiyo ni jukumu letu kuhakikisha kwamba tunawafanya kuwa ni marafiki, kwa sababu tunawafanya kuwa ni watu wa karibu, kwa sababu yawezekana dawa yako ikawa sio ya maneno, lakini kwa kupitia matendo yako na wao wakafanyaje, wakaiona haki. Tumefahamiana vizuri mm -hmm.